Lakini hutumikiliwa, yo ina, kwa Waarabu hutumikiliwa kama ana ya watu wawili, mtu na zaidi, zaidi ya mtu mmoja hutumikiliwa mtu mmoja na kukuzuru huye. Jumla kama hii, inna anzalnahu fi laylati al-qadr, wa ma adraka ma laylati al-qadr, ni khibi shizo. Laylati al-qadr ni nini maana yake?

Maana masiku hayo ni salama na kila afa na shari, kwa sababu khairi ni nyingi. Min kulli amri salamun, hiya hatta matlail fajri, mpaka fijiri kwa wewe na kulawa. Maana masiku hanzo masiku ya Lailatul Qadri hanza iwa kingira mpaka saa fijiri cha dinowa, na ziko hadithi nyingi, ziko hadithi nyingi ki karka fadhiga ya Lailatul Qadri, na ayu ni karka Ramadhani, ni karka siku kumi za akhiri